Watu zaidi ya 40 wamefariki dunia na wengine hawajulikani walipo baada ya kutokea kwa mafuriko katika maeneo mbalimbali huko Nepal. Mafuriko hayo yamesababishwa na mvua kubwa iliyoanza kunyesha tangu Ijumaa Oktoba 3 mwaka 2025 na kusababisha vifo vya watu kutoweka pamoja na uharibifu wa miundombinu ikiwemo barabara na madaraja. Kwa mujibu wa tovuti habari ya Reuters, msemaji wa mamlaka ya kudhibiti maafa nchini humo, Shanti Mahat amesema hadi kufikia asubuhi ya leo Jumapili Oktoba 6 mwaka 2025, tayari watu 47 wamethibitika kufariki dunia. Pia watu tisa wajulikani walipo huku wakisisitiza shughuli za uokoaji kuendelea. Juhudi za uokoaji wa watu waliopotea zinaendelea, amesema Mahat. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la polisi wa Nepal, Kalidas Dhaubuj mvua hiyo kubwa zimesababisha maporomoko ya ardhi ambayo yamefanya baadhi ya barabara kuu kufungwa na hivyo kufanya mamia ya wasafiri kukwama. na katika mji wa Kathmandu mito kadhaa imefurika na kufunika baadhi ya barabara na makazi ya watu. Dharmendra Kumar Mishra, gavana katika eneo la Sunsari, amesema lango zote 56 za Bwawa la Koshi zimefunguliwa ili kupunguza maji, ikilinganishwa na lango kumi hadi kumi na mbili pekee katika hali ya kawaida, na mamlaka zimepiga marufuku magari kupita kwenye daraja hilo. Hata hivyo, kwa mujibu wa Rinji Sherpa, msemaji wa uwanja wa ndege wa Kathmandu, safari za ndege kwenda mataifa mengine zinaendelea kama kawaida. Wataalamu wa hali ya hewa wamesema mvua hizo zinatarajia kuendelea kunyesha hadi Jumatatu, hivyo kuwataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari.